citizens, as we mark the 14th day since the demise of our sixth Republican president, Mr. Edgar Chagwa Lungu, we reflect on the past two weeks, not only as a period of mourning, but a time for healing, and indeed a test of our resolve as a peace-loving and law-abiding nation. Ujambo na karibu. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ametangaza kusitishwa mara moja kwa kipindi cha maombolezo ya kitaifa kwa marehemu rais wa zamani Lungu, kufuatia msimamo mgumu uliopo kati ya familia yake na serikali kuhusu mipango ya mazishi. Ingawa serikali ishafanya juhudi mbalimbali kuafikia makubaliano na familia, juhudi hizo zilizimwa tena Jumatano baada ya familia kupinga kurejeshwa kwa mwili wa Lungu kutoka Afrika Kusini. Muda wa maombolezo ulianza tarehe 8 Juni na baadaye kuongezwa hadi tarehe 23 Juni kwa ajili ya mazishi ya kitaifa ambayo yangeambatana na heshima za kijeshi. Mazishi ya taifa yaliyopangwa tarehe 23 Juni na kutolewa heshima za kijeshi wakati wa kuwasili kwa mwili. Hata hivyo, familia iliamua kusitisha mpango huu, Ikikosoa kuwa serikali ilivunja makubaliano yaliyotolewa kabla ikiwemo ushiriki wa Rais Hichilema na mabadiliko ya utaratibu wa mazishi. Rais Hichilema ameomba wananchi waendelee kuwa watulivu akisema Zambia haiwezi kuendelea kwa hali ya maombolezo isiyo na kikomo na kuahidi kuwa serikali bado iko tayari kuendelea na mazungumzo na familia ya Lungu ili kufikia suluhu. Viongozi wa dini vyama vya upinzani kama Patriotic Front na wanaharakati wa kiraia wameeleza wasiwasi wao kuhusu hadhi katika kuenzi kumbukumbu za rais huyo wa zamani, wakitaka heshima na utambuzi wa mchango wake kwa taifa. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD.